Yes, shalom shalom, Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana wapendwa watazamaji na wasikilizaji, mimi naitwa host Mfarisayo na nina furaha sana isiyoelezeka kuwa pamoja nanyi leo tunapoanza safari ya pekee kabisa e, safari ya kuichimba na kujifunza maandiko matakatifu. Na katika vipindi vyetu tutachunguza hazina iliyofichwa ndani ya Biblia, mafundisho, hekima, hadithi za imani na mwongozo kwa maisha ya kila siku. Sasa hapa, tutajifunza kwa moyo wa unyenyekevu tukiongozwa na upendo wa kweli kwa neno la Mungu. Karibu sana, safari hii imeanza. Basi tujiandae kupokea kile ambacho Mungu ametutayarishia kupitia neno lake takatifu, na Mungu akubariki sana. Na leo kwa kuanza tu tutaangalia eh, kitu kinachoitwa Mungu katika historia. E, Mungu katika historia. Huu ni uchambuzi wa maandiko matakatifu ambao utatupa kumjua Mungu katika historia, pia kujua mwanzo wa kila kitu kuhusu imani, kuanzia ulimwengu kuumbwa, anguko la mwanadamu, na mpango wa Mungu kumtafuta mwanadamu, yaani hapa nazungumzia wokovu. Pia tutaangalia taifa teule la Israeli, tutawaangalia manabii wote kwa namna yake na kazi zao, kisha tutamalizia e, katika kipengele kiitwacho maandiko diko Hichi kipengele tutajifunza zaidi katika kufafanua maneno yenye misamiati migumu katika kipengele hicho. Eh, katika Biblia iko misamiati migumu ambayo watu wengi wanakuwa wanashindwa kuelewa namna ya kufasiri au kupata maana yake kamili, lakini katika kipengele hiki cha maandiko diko tutaweza kujua ni kwa namna gani hiyo misamiati ilitumika eh, na maana yake. Sasa mfano wa hii misamiati ni kama vile shekeli za fedha eh, efa ya unga na kadhalika. Yes. Hapa tutajua e, nini maana ya shekeli za fedha e, na nini efa ya unga. Lakini pia katika kipengele hiki tutajifunza kujua maana ya majina ya watu walioitwa katika Biblia maana asilimia 99 e, ya majina ya watu waliotajwa kwenye Biblia yalikuwa yana maana. Sasa katika kipengele hiki tutakwenda kujua maana ya majina hayo. Yes, yes, sasa kwa kuanza tu tutakwenda kuanza moja kwa moja katika kitabu cha Mwanzo na utangulizi mfupi wa katika kitabu cha Mwanzo ni Mwa, neno mwanzo linatokana na neno la Kiyunani yani Genesis ambalo maana yake ni asili, chimbuko au chanzo ambalo ndilo jina lililopewa kitabu hiki na wafasiri wa Agano la Kale la Kiyunani lililojulikana kama Septuaginta katika karne ya tatu kabla ya Kristo. Sasa ingawa kitabu hiki cha Mwanzo kinaanza kuelezea uumbaji wa vitu vyote, mtazamo mkubwa ni uumbaji wa mwanadamu. Kitabu hiki kinaelezea mwanzo wa ulimwengu, mwanzo wa mwanadamu, yani mwanamke na mwanaume. Mwanzo wa dhambi ya mwanadamu, mwanzo wa ahadi na mipango ya Mungu ya wokovu na uhusiano wake wa kipekee kati ya Abrahamu na Mungu. Sasa kitabu kinaelezea juu ya watu mahususi wa Mungu na mipango yake katika maisha yao. Baadhi ya watu hawa ni Adamu na Eva, wanadamu wa kwanza kabisa kuumbwa, Nuhu, Ibrahimu, Isaka, Yakobo, Yusufu na ndugu zake wengine. Sasa Mwanzo ni kitabu cha kwanza miongoni mwa vile vitabu viitwavyo vitabu vitano vya Musa, vilivyoko mwanzoni kabisa mwa Biblia. Vitabu hivi vinaitwa pia vitabu vya sheria, kwa sababu ndipo palipoandikwa maagizo na sheria za Mungu kwa watu wa Israeli. Sasa kitabu hiki cha Mwanzo, kama kitabu cha utangulizi katika habari za Mungu, huendelea kujifunua mwenyewe katika jamaa ya wanadamu. Jambo hili ni la muhimu sana, katika kitabu hiki ndiko tunapata ahadi ya kwanza kabisa ya ukombozi wa mwanadamu aliyeanguka yaani uzao wa mwanamke utakuponda kichwa. Katika kitabu cha Mwanzo tatu sura e, e, mstari ule wa 15. Sasa Mwanzo kinaeleza jinsi ilivyotokea ahadi, Israeli wakafanyika watu maalum wa Mungu. Yes, lakini pia tutakwenda kuangalia e, wazo kuu katika kitabu cha Mwanzo sasa Kuelezea uumbaji, anguko, ukombozi wa uzao wa mwanadamu kwa njia ya Yesu Kristo katika maeneo haya ndipo ulipo ufunuo wote wa kimungu na kweli yote katika maandiko. Kitabu hiki cha Mwanzo ni kama kitalu cha mbegu cha Biblia nzima. Hivyo ni muhimu sana kuwa na uelewa sahihi wa kila sehemu. Mwanzo ndiyo msingi ambako ufunuo wote wa kimungu ulipo na ambako umejengwa na kila msingi mkuu wa imani katika maandiko, mizizi yake iko katika Mwanzo kama asili kitu kamili, au mfano au ufunuo wa halisi. Yes, iko poa kabisa, nimekaa vizuri. Naam, sasa kuna kitu kingine ambacho nataka nikuletee ili uweze kukifahamu, cha kwenda kumwangalia mwandishi wa kitabu cha Mwanzo sasa Kitabu cha Mwanzo mwandishi wake e, alikuwa ni Musa, na kuna uwezekano mkubwa kwamba Mwanzo ni kitabu ambacho ni mojawapo ya vile vitabu vitano vilivyoandikwa na Musa, isipokuwa tu sura ya mwisho ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati iliyoeleza juu ya kifo cha Musa. Yap, yani uwezi ukawa umekufa lafu ukaeleza juu ya kifo chako. Hii e, inakuwa how come? Lakini pia katika e, Msingi huu pia natamani sana ufahamu ni sehemu wahusika wakuu na mwaka ambao kitabu hiki cha mwanzo kimeandikwa. Na sehemu au mahali ni sehemu ambayo kwa sasa inaitwa Mashariki ya Kati. Lakini wahusika wakuu ambao unaweza ukawapata katika kitabu hiki cha mwanzo ni Adam, Eva, Kaini, Abili, Enoko pamoja Nuhu, Ibrahim, Sara, Ruthu, Isaka, Rebeka, Yakobo, Yusufu na wale ndugu zake kumi na wawili. Lakini pia tarehe ilichoandikwa kitabu hiki ni iliandikwa mwaka 1688 KK, yaani hapa na maanisha kabla ya Kristo. Lakini pia ikumbukwe tu zamani miaka ilikuwa inahesabika kutoka e, mingi kuja midogo, yaani kwamba mwaka elfu moja mia tisa e, mwaka elfu moja mia sita themanini na sita, ilikuwa wakitazamia mwakani inakuwa ni themanini na tano. Na wakitazamia mwaka uliopita inakuwa mwaka e, themanini na saba. Ni tofauti na sasa hivi mwaka unatoka e, kuwa mdogo kwenda mkubwa. Lakini pia moja kwa moja nikupeleke sasa katika mgawanyiko katika kitabu hiki cha Mwanzo. E, mgawanyiko wake upo kama ifuatavyo, yes sehemu ya kwanza ni kuumbwa kwa ulimwengu na dunia na mwanadamu. Hii inapatikana katika Mwanzo sura ile ya kwanza kuanzia mstari ule wa kwanza mpaka e, Mwanzo sura ile ya pili mpaka ule mstari wa ishirini na tano. Lakini pia e, sehemu ya pili unaipata katika anguko la mwanadamu na matokeo ya dhambi yes, kuanzia Mwanzo sura ile ya tatu kuanzia mstari wa kwanza mpaka Mwanzo sura ile ya tano mpaka mstari ule wa thelathini na mbili. E, kwa habari ya Nuhu sehemu ya tatu unaipata katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya sita kuanzia e, mstari ule wa kwanza mpaka Mwanzo sura ile ya tisa mstari ule wa ishirini na tisa Lakini pia kutawanyika e, kwa mataifa yani hapa ninazungumza kwa habari ya Babeli Mesopotamia, unapata Mwanzo kuanzia sura ile ya kumi e, mstari ule wa kwanza mpaka Mwanzo e, ile sura ya kumi na moja paka ule mstari wa 32. Lakini pia maisha ya Abraham Uhum, uh, unayapata kuanzia kitabu cha Mwanzo sura ile ya kumi na mbili kuanzia mstari ule wa kwanza mpaka Mwanzo uh, sura ile ya 25 mstari wa 18. Isaka sasa na familia yake yes, unayapata kuanzia Mwanzo sura ile ya ishirini na tano kuanzia ule mstari wa 19 yes, mpaka Mwanzo 26 ule mstari wa 35. Yakobo na wale wanawe 12 uh, yani Mwanzo sasa wa taifa lili la Israeli na asili ya Israeli na yale makabila kumi na mbili ya Israeli unapata mwanzo kuanzia ile sura ya ishirini na saba kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka Mwanzo e, sura ile ya 37 e, ile sura ya kwa, e, mstari wa kwanza tu pale unakuwa umekamilisha kujua hayo, lakini pia maisha ya Yusufu utayapata kuyajua katika kitabu kile cha Mwanzo 37 ehe, mstari ule wa pili mpaka Mwanzo 50 mstari ule wa 26. Ikumbukwe tu kitabu cha Mwanzo kina sura 50, yes. Kwa hivyo unaweza tu ukapita kuanzia ile sura ya kwanza mpaka ya hamsini utapata hizo habari nzuri za kujifunza za kuweza kukuinua tena kiimani za kwenda tena kurudisha eh, kile ambacho unaona ndani ya nafsi yako kimepotea ama unaona nafsi yako imegonjeka kwa sehemu. Ukisoma ah, kitabu cha Mwanzo kama mzizi kama kitalu wa Biblia nzima utapata kuelewa. Mpaka hapo mimi sina la ziada ah, MC wako Mfarisayo eh, sina tena cha kukwambia kwa habari ya hicho eh, kitabu cha Mwanzo. Tukutane tena katika series inayofuata, yani namaanisha kitabu kile cha kutoka eh, ni kwa namna gani wana waisraeli walivyotoka kutoka Misri mpaka kule katika nchi ya Kanaani. Yes, mpaka hapo. Natamani tu neema ya Yesu Kristo iendelee kukaa juu yako. Barikiwa sana.